haitaishi waliozunguka nyumba yako usiku kucha, wale mgambo walinzi, wale wanaotembeaga uchi kise, kuna kazi zingine kwa kweli yeah, yeah, usiku kucha, baridi, mbu aliwauma, yani wako tu kwenye nyumba ya mtu, wako tu kwenye nyumba ya Lazari, wanaangaika tu kwenye nyumba za wadidi wazima wabado, wanaangaika tu wanaangaika tu, usiku kucha, majogoo ya kiwika wanaanza Kazi nini na huo ulinzi? Mshahara wenu tena, sasa kazi mbaya tena hii, na kazi usiku kucha. Mungu bariki yote, wala kutenda uishie motoni. Lakini pamoja na yote hayo, ukiamka asubuhi unasema baba na kushukuru, asante kwa sababu, niko mba uko pamoja wangu, na ibariki njia yangu, na ibariki siku yangu, na ibariki kazi yangu, na ibariki na ibariki yote, kwa jina la Yesu. oh, no, sa no. wafu na sasa wanauliza mwisho mwingine anakupigia na simu. Alo mama jaa, vipi? Hujambo? Eh, sijambo, mama jaa, hujambo kabisa. Ala, iweke sawa hapo, naposema imani iliyojaa ushindi. Sikiliza vizuri hapo, naposema imani iliyojaa ushindi maana ya hii uwashibe, ndicho anachozungumza imani iliyojaa